Hapa ni eneo la Mangapwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo mazishi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Fuoni, Abasi Ali Hassan Mwinyi yamefanyika hapa na kuongozwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Baada mazishi ya mazishi hayo tutaanza utaratibu wa kuwatangazia wananchi kuchukua fomu kwa muda mfupi na tutakaa vikao vyote vile vya ku halali vya chama, lakini kumbuke, kikao chetu cha mwisho cha uteuzi kinakuwa ni halmashauri kuu ya taifa wa wa na lakini, hapu -hapu, etu, kwa nafasi ya ubunge na uwakilishi, lakini hapo hapo katiba yetu imekasimu mamlaka kwa kamati kuu. Kamati kuu ni kitu chombo ambacho kinaitishwa mara moja na kinafanya maamuzi kwa, hatuna shaka Mungu amempenda zaidi lakini chama kitaandaa sasa utaratibu wa kupata mrithi wake katika hilo eneo kupitia vikao vya kikanuni na kikatiba ya chama chetu. Kwa vijana wetu ambao wazee wao wanaondoka, basi ni vyema vile vile waige mfano huu, kwa sababu wale waliwachiwa chini, chini yao basi wawashirikiane nao kama vile ambavyo mzee wao alivyokuwa hapo akishirikiana nao. Ni e, mtu mwema sana, mtu mkarimu e, na pia ni mtu mchapakazi, kwanza mtu msikivu mtu ambaye ana, ana utulivu. Lakini sisi kwetu tulikuwa kama kaka, tunakwenda kupata ushauri kwake. Ni mtu ambaye alikuwa ana busara sana, ana busara na tumejifunza vitu vingi kwake. Na hili ndio kaburi la marehemu Abbas Ali Hassan Mwinyi ambaye hadi umauti unamfika alikuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Fuoni katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kutoka Mangapwani, Unguja.